Ndugu waandishi wa habari, sisi tulipata fursa ya kuonana na watuhumiwa e, hasa wale ambao wako Dar es Salaam, na tumeonana nao mahakamani. Naomba hili likae sawa, tumeonana nao mahakamani kwa wale ambao wako Dar es Salaam, na kwa wale ambao tumeona mahakamani, na nyie waandishi wa habari mlikuwepo, e, wengine walikuwa na majeraha ambayo yanaonekana kabisa, e, mliwaona walikuwa na majeraha Lakini pia wale ambao tulizungumza nao pia e, baadhi pia walituambia kwamba e, walipigwa, walikuwa na hayo, wameteswa na hayo majeraha pia ambayo yanaonekana, na jambo hili ni kinyume cha sheria. Lakini pia kwa sababu kama ambavyo nimesema, walitueleza na tulikuwa mahakamani, tulieleza pia mahakama kuhusiana na hilo swala, na tuliomba kwamba mahakama itoe amri e, kwa wale ambao walikuwa na majeraha wakapatiwa matibabu. Tunashukuru kwamba mahakama ilitoa hizo amri, na ilisema siku nyingine ambapo watumia tto mahakamani e, ripoti za matibabu ziwasilishwe mahakamani za hao watu e, lakini pia katika hali sio ya kawaida, ndugu waandishi wa habari. E, baadhi ya watuhumiwa walionekana wakiwa e, wengine wamevaa singlet. Kuna mtuhumiwa mwingine amevaa boxer na singlet. Simliona? Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba eh, aidha pengine walikamatwa wakiwa nyumbani kwao au wakiwa majumbani au hawalinyimwa fursa au hawakupewa fursa ya kujistiri. Eh, hiki jambo hili ni, ni kinyume pia na misingi ya utu wa kawaida tu hata kama wewe sio mwanasheria. Eh, kwa hiyo inaonyesha kwamba hakupata fursa kujistiri, jambo ambalo eh ni kinyume na misingi ya utu e, wa mwanadamu. Eh, ndugu waandishi wa habari, licha ya watuhumiwa kwanza kufikishwa mahakamani, lakini bado kuna watu wengine ambao wanashikiliwa kwenye vituo vya polisi. Eh, wanaendelea kushikwa kwenye vituo vya polisi kinyume cha sheria, kwa sababu sheria inasema mtuhumiwa akikamatwa, anapaswa kufikishwa mahakamani ndani ya saa 24 au apewe oh dhamana e, ya polisi. Sasa akipita masaa ishirini na nne tayari huyo mtu anakuwa anashikiliwa kinyume cha sheria. E, kwa mfano Dar es Salaam, watuhumiwa zaidi ya 400 walikamatwa. Na hii data tulifahamu kwa sababu sisi tulikwenda kituo cha polisi Oyster Bay kwa nia ya kuonana na wateja wetu, lakini hatukupewa fursa ya kuwaona. Tuliambiwa tu wako 400 e, na zaidi. E, tuka askari alikuwa front desk akawasiliana na OCS kwa sababu tuliambiwa hayupo. Akatoa majibu kwamba haruhusu mtu kuonwa kwa wakati huo. Kwa hiyo hatukupewa fursa ya kuwaona tulipoenda pale kituo cha polisi Oyster Bay. E, kwa hiyo tuliambiwa watu 400 plus wamekamatwa na takwimu za sasa ambao sisi tunazo ni watu 240 wamefikishwa mahakamani. Lakini pia tunafahamu kwamba e, kuna wengine wameshaachiwa e, kwenye vituo mbalimbali mbali vya polisi. E, ikiwemo pia e, Oster Bay, japokuwa sasa hatujui idadi kamili ya ni watu wangapi ambao tayari e, wameachiwa. E, vile vile pia ndugu wengi ambao o, watu wao ndugu zao wameshikiliwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi wamekuwa wakinyima fursa ya kuwaona ya kuonana na hao ndugu zao, wamekuwa wakipiga simu kuomba msaada e, hivyo tunatoa wito pia kwa jeshi la polisi kuruhusu ndugu zao kuwaona uh, katika vituo vya polisi, kwa sababu ni haki yao. Kama mtu ameshikiliwa katika kituo cha polisi, ndugu ana haki ya kwenda kumuona ndugu yake ambaye anashikiliwa kwenye kituo cha polisi, na ni jambo la kisheria, wala sio jambo la la la kificho. Ni jambo ambalo sheria inataka hivyo, kwamba kama kuna mtu anashikiliwa kituo cha polisi, ndugu yake, wakili wake, rafiki yake, mzazi wake, ana haki ya kwenda kumuona na kuonana naye, kwa sababu hata kama anashikiliwa haimaanishi kwamba haki zingine zote anakuwa amekosa kuna mahitaji pia ambayo e, mtu anakuwa anahitaji. Lakini pia e, kama ambavyo tumekwisha sema, watu e, wengine wanashikiliwa katika vya polisi kabla ya uchaguzi mkuu e, na ndugu zao hawakupewa taarifa ya wapi walipo. E, hii ilipelekea sintofahamu e, kubwa. E, pengine unajua ndugu yako anapokuwa amekamatwa, alafu unakuwa hujui kwa wapi, ukienda polisi hapati labda nafasi ya kumuona na hali iliyotokea, eh, nadhani wengine wengine wanakuwa wanafikiria wengine labda ndugu yao amefariki labda au nini, yani mtu, watu wako kwenye sintofahamu. Kwao ni muhimu sana kuepusha pengine hizi sintofahamu kwa watu ambao wanashikilia katika vituo vya polisi, polisi wawape wa eh, nafasi au fursa ya ndugu kuwaona eh, ndugu zao ambao wako kwenye vituo vya polisi. E, kama ambavyo nimeeleza pia mawakili tulipata hiyo changamoto, na jambo hilo la kunyima fursa ya kuwaona ni kinyume cha sheria. Sasa, baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, nini sasa, e, wito wetu? E, ndugu waandishi wa habari, tunatoa wito wa ufuatao kwa jeshi la polisi. Kwanza linapaswa e, liwafikishe mahakamani wote wanaoshikiliwa E, katika vituo vya polisi e, na kama hakuna ushahidi kulingana na upelelezo ambao wamefanya, tunaliomba jeshi la polisi liwa liwaachie huru e, hawa watu ili wakaungana na, wapendo wao wakaungana na familia zao, lakini pia wakaendeleze majukumu ya kujenga taifa. Mtu anapokaa ndani e, anakuwa hafanyi kazi, maana yake anashindwa kulitumikia taifa lake. Kwa ni muhimu waka pewa dhamana au wakaachiwa huru ili waweze kuendelea na majukumu E, mengine kulijenga taifa lakini pia, e, tunatoa wito kwa jeshi la polisi e, kuwaruhusu ndugu jamaa, marafiki, wazazi kuonana na ndugu zao ambao wanashikiliwa kwenye vituo e, mbalimbali vya polisi. Kama ambavyo mnajua watu wameshikiliwa kwenye vituo mbalimbali e, maeneo mengi e, nchini. Kwa hiyo wapewe hiyo fursa ya kuonana nao e, ili angalau waweze kuwapatia pengine hata na mahitaji na vitu vingine ambavyo e, kimsingi vinahitajika kwa mtu ambaye ame, amekamatwa. Lakini pia tunatoa wito kwa jeshi la polisi kuruhusu mawakili wote nchini kuhakikisha kwamba wanaonana na wateja wao ambao wapo kwenye vituo vya polisi e, ili waweze kuwapa e, msaada wa kisheria. Msaada wa kisheria sio mahakamani tu. Kwenye vituo vya polisi pia watu wanahitaji msaada wa kisheria. Iwe gerezani watu wanahitaji msaada wa kisheria. Kwa hiyo e, watuhumiwa kama ambavyo tumeeleza, wengi hawana uelewa wa kisheria, kwa ni muhimu wakakutana na mawakili wao, wakazungumza nao, wakapata msaada ambao unastahili kwa mujibu wa sheria e, msaada huo wa kisheria. Lakini pia e, tunatoa wito kwa jeshi la magereza kwa wale watuhumiwa ambao tayari wameshafikishwa mahakamani. Nadhani mnafahamu kwamba kuna baadhi ya watuhumiwa wamefikishwa mahakamani pasipo taarifa kwa ndugu au mawakili. Kwa hiyo walisomewa hati za mashtaka au mashtaka yao mahakamani pasipo kuwa na wakili au ndugu. Kwa hiyo wamepelekwa na baada ya hapo wakawa wamepelekwa e, kwenye e, magerezani kulingana na kwamba tuhuma ambazo zinawakabili hazina dhamana. Kwa hiyo e, na haijaelezwa wazi kwamba wamepelekwa kwenye magereza gani. Kwa hiyo ni muhimu sasa jeshi la magereza e, kwa sababu mtu akishapelekwa gerezani e, jeshi la magereza na wajibu wa kuelezea au kutoa taarifa au kutoa utaratibu wa namna ya kuwaona eh, ndugu zao kwamba ndugu yako labda yuko gereza la Segerea au yupo Isanga Dodoma au yupo wapi, ili kusudi eh, ndugu au eh, wazazi, marafiki waweze kuwaona au kuwatembelea pia eh, ndugu zao na kuwapelekea pia mahitaji eh, ya kibinadamu. Kumbuka hawa ni watuhumiwa na kwa mujibu wa katiba, mtu yoyote anapaswa kutendewa kwamba kuonekana kwamba hana hatia. Sawa eh? Hiyo ni kwa mujibu wa Katiba e, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hawa watu wana haki zote, isipokuwa e, haki ya kwenda sehemu yoyote anapotaka.